Ama ndugu yangu, wewe ambaye unetazama, eh clip hii naamini, biidhnillahi tabaraka wa taala, tutaweza kufikishiana makubwa walau ndani ya dakika chache hizi tulizo nazo, na naamini kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala tutapata ufumbuzi wa mambo kadha wa kadha ambayo yanatuzunguka kila siku katika maisha yetu ya hapa duniani kila siku katika mihangaiko yetu, kila siku katika utafutaji wetu wa riziki, kila siku katika hali ya makazi yetu ya kulala, naamini kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala tutakaa katika afya zilizokuwa njema. Ndugu yangu, ama kwa leo hii tutaweza kuongelea kitu kikubwa kabisa ambacho kinachoitwa sihiru takhyil uchawi wa kuleta mazonge mazonge, uchawi wa kuleta uh, mauzauza, uchawi wa kuleta uh, maruweruwe na kadhalika. Basi insha allah tutaangalia kwa mujibu wa kitabu na sunna namna gani ya kuweza kunusurika na balaa hili kwa utukufu wake subhanahu wataala insha allah. Kwa hiyo tunasema hadha lnouu min ashaddi sihr Tunasema uchawi aina hizi ni miongoni mwa aina ya uchawi uliokuwa ni mkubwa kabisa kabisa katika hali ya kumwangamiza mwanadamu. Uchawi wa aina hii ni uchawi ambao ulikuwa ni hatari sana, ambapo inatakiwa tuweze kujilinda na kujinusuru kupitia uh, uh, maongozo wake Allah tabaraka wa taala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunasema uchawi huu, tunasema waminhu ma sahara minhu asaharat as Firaun li Musa alaihi salam. Uchawi huu ni uchawi ambao ulioweza kutumika. Firauni alaihi salam aliweza kukusanya kundi la wachawi, e, inasemekana kila kwamba walikuwa wachawi alfu sabiini wachawi hawa alfu sabiini wakateuliwa kidogo kidogo mpaka kufikia wachawi saba mabingwa saba, ambao wanaweza kupambana na nabii Musa alaihi salam ili kuweza uh, kumshinda na kuweza kurudisha utukufu wa wa Firauni wa, wa kut, kuendelea kutambulika kwamba yeye ni Mungu, hali ya kuwa nabii Musa alaihi salam yeye anashindana na wachawi hawa wa Firauni, si kwa maana kwamba yeye ni mchawi, bali anatumia qadari na uweza wake Allah tabaraka wataala namna gani navyomwamrisha ili kuweza kuwashinda wachawi hao wa Firauni. Na naamini kwa utukufu wake subhana wa Ta'ala tutaweza kwa pamoja kuwashinda wachawi wanaweza kutusumbua katika aina hii ya uchawi, tunaita sihru takhyil, uchawi unaoleta mauzauza, uchawi unaoleta mazonge, uchawi unaoleta eh, maruerue katika afya na mwili wa mwanadamu inshallah, ni kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyoweza kusema katika Suratul Araf aya ya 116 Allah tabaraka wa taala anasema, baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, falamma alqau saharu ayunan nasa wastarhabuhum wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim. Allah tabaraka wa taala anasema baada ya wachawi wale wa Firauni kutupa chawi zao kutengeneza chawi zao na kuanza kuroga pale anasema na kuanza kuwatishia watu, watu wakaanza kutishika kutokana na uchawi ambao waliokuwa wakiufanya pale, uchawi wa fimbo, uchawi wa kamba, wakatupa kamba zao za kichawi, wakatupa fimbo zao za kichawi wastarhabuhum, na watu wakaanza kuogopa, wakaanza kutishwa, kuona zile kamba sio kamba tena, wala zile fimbo sio fimbo tena, bali ni nyoka wakubwa kabisa ambao wanatishia maisha ya wanadamu. Na Allah tabaraka wa taala kwa uchawi huu akamwambia Nabii Musa alayhisalam, na anamueleza Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi

kweli walikuja na uchawi uliokuwa ni mkubwa kabisa kabisa, ambao uchawi huo ndio huo tunaenda kuongelea leo biidhnillahi tabaraka wa taala inshallah. Lakini pia tunapata kuona namna gani Allah tabaraka wa taala kaueleza tena uchawi aina hii katika sura Taha aya ya 66, Allah anasema baada ya audhubillahi minash shaitani rajim faidha hibaluhum wa asihum yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tasaa, kwamba Allah tabaraka wa taala ta anamweleza Nabi Muhammadi s yale yaliyojiri enzi ya Nabi Musa alayhi salam, kwamba Nabi Musa akasema: e, bali tupeni fimbo zenu za kichawi, tupeni kamba zenu za kichawi. Na hapo wakazitupa zile kamba za kichawi, na hapo wakatupa zile fimbo za kichawi, na zile kamba na zile fimbo zikageuka kuwa nyoka, tena nyoka wakubwa kabisa kabisa, wakianza kutembea kutoka na uchawi ambao uliotengenezwa na wachawi wa Firauni. Kwa uchawi kama huu Nabi Musa alayhi salam alipoona na akataka akaogopa, akaogopa Nabi Musa alayhi salam kutokana na uchawi wa aina hile, na Nabi Musa alayhi salam akataka kukimbia. Mwenyezi Mungu anamuelezea Nabi Musa, anasema fa aujasafi nafsihi khifatan Musa, Nabi Musa alayhi salam akaogopa, akapata wasiwasi katika kifua chake na akataka kukimbia pambano lile, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia usikimbie, innaka antal a'la, hakawe Nabi Musa upo juu na utashinda na inshaallah na mimi naamini kwa chawi za aina hizi kwa matatizo ya aina haya ya, ya uchawi wa aina hii naamini tutashinda kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala, kama jinsi nabii Musa alayhi salam alivyoweza kushinda uchawi huu na wachawi wa Firauni kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala insha Allah. Sasa inapotokelezea kwamba mtu amerogwa uchawi huu uchawi wa takhayil uchawi unaoleta maruweruwe uchawi unaoleta mazonge mazonge uchawi unaoleta uh, yani, kama mazingaombwe fulani katika macho ya mwanadamu na katika afya na mwili wa mwanadamu. Nini tunaweza kujua nini tunaweza kujua kwamba mtu huyu amezongeka na uchawi huyo? Namna gani unaweza kumjua, edha wewe mwenyewe ndio unaugua maradhi haya? Edha wewe mwenyewe ndio unaugua uchawi huu, namna gani utajitambua kwamba wewe una uchawi aina hiyo? Lakini pia kama ni ndugu yako ni baba yako ni, ni mtu mwingine yoyote, namna gani unaweza kutambua kwamba huyu ana maradhi ya uchawi huo? Inshallah, ambatana na mimi sasa hivi ili tuweze kuona ni dalili gani za kuweza kututambulisha kwamba mtu huyu amepatwa na uchawi unaitwa sihru takhyil. Uchawi unaleta mauzauza, uchawi unaleta mazonge mazonge, uchawi unaleta uh, marueruwe, uchawi unaleta ma, ma, ma, ma, mazingaombwe, mazingaombwe katika macho ya mwanadamu, lakini pia katika afya na mwili wa mwanadamu biidhnillahi tabaraka wataala, inshallah. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa mtu ambaye aliyekushapatwa patwa na maradhi haya ya, ya uchawi au uchawi, uchawi aina hizi anazo dalili nyingi sana ambazo zinazompelekea yeye kuweza kujitambua kwamba amerogeka kwa uchawi huo wa tahyili. Dalili hizo ni zipi? Ni hii hapa ya kwanza. Kwa utukufu wake Allah tabaraka wataala, fuatana na mimi ili uweze kuona kama kwamba na wewe umepatwa na dalili hizi, basi naamini jitambue ya kwamba nawe una uchawi wa aina hizo, na haraka sana jitahidi kutafuta nusura yake Allah tabaraka wa taala inshallah. Tunasema dalili ya kwanza, ya ra ajisama mutaharrak amamahu bisur'ati kabir kwamba ni mtu kuona ajisama yani, kama vi, viwiliwili viwiliwili vya mwanadamu au viwiliwili vya vya mnyama vinavyokatiza katiza mbele yake, mbele ya macho yake, tena kwa mkatizo wa haraka sana. Yani, mtu anaweza akakaa nyumbani kwake, amekaa ametulia, labda anatazama tv yake, lakini ghafla, kwa pembeni tu, akaona kama kitu kimekatiza wap, kitendo ambacho yani kilivyokatiza akili namwambia hapa kama kuna kitu kimepita, lakini bado akili haijachanganua ni kitu gani hicho kilichopita, lakini maji mbili alichokiona kwa haraka, ule uharaka ulivyopita, anaona kama ni mwanadamu fulani fulani kapita kapita, au kama mnyama, na akienda kutafuta kule kilipoelekea, hawezi akaona chochote. Kwao anaanza kuona maruweruwe ya namna hiyo, tambua, hii ni dalili mojawapo ya kujijua kwamba wewe umepatwa na uchawi unaitwa tahili, uchawi unaleta maruweruwe, mauzauza, mazonge, mazonge mambo kadha wa kadha, ambayo yanamsumbua mwanadamu. Ama dalili ya pili ni hii ifuatayo. Dalili ya pili tunasema yara sakinan mutaharikan wa mutaharikan sakina, kwamba ni mtu kuona eh, eh, yani kuona kile ambacho kisichotikisika akakiona kinatikisika na kile ambacho kinachotikisika akakiona kikawa hakitikisiki. Mathalan, mtu amekaa nyumbani kwake au ameingia ndani chumbani kwake ghafla akaona kitanda chake kinatikisika pasina kuwa na mtu mwenye kutikisa, na kwa kawaida kitanda huwa hakina kawaida ya kutikisika hivi hivi burebure tu. Sasa akaona kitanda chake kinatikisika, hii ni dalili ya kujitambua kwamba wewe umerogeka. Au mtu yupo ndani kwake akaona sofa zake au kochi yake inatikisika kama kana kwamba kuna mtu anaivuta pasina kumwona huyo mtu akiivuta, yani inakuwa inatikisika tikisika namna hiyo, tambua kwamba umesibiwa, umesibiwa na uchawi wa aina hiyo. Lakini pia kuna vile vitu ambavyo kawaida yake vinatikisika lakini akaviona havitikisiki, mathalan nyumbani kwake ameweka bustani ya maua, maua yale kwa kawaida yanatakiwa wewe yanatikisika lakini kwa, kwa, kwa, kwa sababu tu labda ya kupigwa pigwa na upepo na kadhalika, lakini akawa anaona yale maua yamesimama, utasema kama ni maua bandia ambayo yalibandikwa tu pale, ha, hawezi kutikisika kwa vyovyote vile. Kitendo hiki ni dalili mojawapo, ukitambua kwamba wewe umesibiwa na uchawi unaitwa seher tahil, uchawi unaleta mauzauza katika macho ya mwanadamu, uchawi unaleta maajabu maajabu katika macho ya mwanadamu, lakini vile vile katika mwili wa mwanadamu Dalili ya tatu ya kujitambua kwamba wewe umekwisha rogeka au nyumba yako ina mauzauza hayo, au machawi ya aina hizo, au mashetani ya aina hizo. Dalili ya tatu ni ipi? Ni hii ifuatayo. Dalili ya tatu ni, kunju, ni, ni, ni, dalili ya tatu ni kwa mtu ambaye anaweza akaona kitu kizuri kuwa ni kibaya na kibaya kuwa kizuri. Hii ni dalili ya kujitambua kwamba wewe umerogeka uchawi wa aina hizo. Kitu fulani kwa kawaida ni kizuri lakini wewe ukakiona ni kibaya, na kile kibaya ambacho hata mtu mwingine akiulizwa kwamba hiki ni kibaya akasema kwamba ni kibaya, wewe kwako utasema ni kizuri. Hii ni dalili ya tatu ya kujitambua kwamba wewe umerogeka uchawi wa tahili, uchawi unaleta mauzauza katika macho yako, lakini pia katika afya yako. Lakini dalili ya nne au ya tano ya kujitambua kwamba wewe umerogeka na uchawi huu wa tahili dalili ya nne ya kujitambua kwamba wewe umerogeka na uchawi huu wa takhili, tunasema yara asaghira kabiran wal kabiran saghira, kwamba ni mtu kuona eh, kitu kilichokuwa kidogo kukiona ni kikubwa, na kitu kikubwa kukiona ni kidogo. Yani unakuwa, unabadilishiwa mazingira ambayo yani kinyume chake ukaona kinyume chake, ndivyo uchawi huo tahili jinsi ulivyo, uchawi wa kuleta mauzauza maajabu ajabu katika macho ya mwanadamu, au ukasikia sauti za hovyo hovyo, sauti za ajabu ajabu ndani ya nyumba, yani ukasikia kana kwamba kuna mtu anaongea ndani ya nyumba, lakini ukienda kumtafuta yule mtu humuoni, inakuwa ni kinyume chake, au ukasikia, uh, michakato ya mtu anatembea ndani ya nyumba ukasema, uh, huu ni mchakato wa miguu kabisa, mtu anatembea ndani mwangu, na ukianza kumtafuta huyo mtu ambaye anatembea ndani ya nyumba muoni hizi ni dalili za uchawi unaitwa sihru tahyil. Eh, ni uchawi unaleta mauzauza katika mwili na afya ya mwanadamu, na pia tunavyosema kwamba ndi uchawi ambao unaleta mauzauza katika macho ya mwanadamu, unaleta maruweruwe katika macho ya mwanadamu, unaleta maajabu maajabu katika macho ya mwanadamu. Maana yake ni kwamba macho yatakachokiona ni tofauti na uhalisia wa kile ambacho macho yalivyoona. Lakini pia masikio, masikio yalichokisikia ni tofauti na uhalisia wa jinsi jambo lilivyo. Ndio maana nikasema kwamba yupo mtu akasikia sauti za watu wanaongea ndani ya nyumba, nyumba yake, na akienda kuangalia ile sauti ilipotokea watu hawaoni na ile sauti imekatika. Maanake inakuwa ni kinyume chake, au kusikia uh, michakato ya mtu anatembea Uh, unasema hivi uko uh, chumbani, kuna mtu anatembea, kuna mtu anatembea. Mbona kila watu uh, tumesha tumeshaenda kulala na hakuna tena mtu room, ukenda ukienda kuangalia nani anatembea kule, wala huwezi ukamwona. Hiyo inakuwa ni uchawi wa mauzauza katika macho na katika afya ya mwili wa mwanadamu. Lakini pia tunasema katika afya ya mwili wa mwanadamu tunasema ni uchawi wa tahili ambao unaweza kumletea mauzauza mwanadamu kwa namna ambayo akawa anaugua maradhi kiasi kwamba akawa anajijua kwamba mimi maradhi yangu hawezi akajielezea. Ndugu yangu ifahamike ya kwamba mtu anapopatwa uchawi wa aina hii ni uchawi ambao unaleta maajabu maajabu mabadiliko, yani maradhi yake katika mwili la yadumu laha hal. Ni maradhi ambayo yasiyodumu katika hali moja. Maana yake mtu utamuuliza, unaugua kichwa? Atakwambia ndio, unaugua kichwa. Unaugua kifua, uh, kifua kina bana? Atakwambia kifua kina bana. Vipi mgongo unauma, atakwambia mgongo unauma. Ukimuuliza tumbo je, vipi tumbo linakata, lina na kunyonga, atakwambia tumbo linakata na kunyonga. Ukimuuliza miguu vipi, inawaka moto au, atakwambia ndio, miguu inawaka moto. Na ukiwaambia vipi, magoti yanauma, yanaumaji wakati kusema, atakwambia yani, magoti yanauma kwelikweli. Sasa mgonjwa huyu kila utakachokiongea, kila maradhi utakayoongea atakwambia hey, yeye yeah, anayo ni kwa sababu mauzauza haya na maradhi haya yanatokana na uchawi wa tahyili, na mtu unaweza kujitambua kwa hali na dalili ya aina hizo za uchawi huu wa tahyili. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akamwelezea Nabii Musa alayhi salam, ndani ya kitabu kitukufu cha Qurani kumwelezea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naye Bwana Mtume Muhammad katuelezea sisi umati wake, kwamba Nabii Musa akasema, qala bal alquu fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, kwamba akasema tupeni fimbo zenu za kichawi tupeni kamba zenu za kichawi. Sasa wale wachawi wa Farauni walipozitupa zile kamba za kichawi, walipotupa fimbo za kichawi zile kamba na fimbo, zikageuka, ya wa fimbo zikageuka kuwa nyoka, na macho ya wanadamu wakitazama zile fimbo, macho yakitazama zile kamba, wanaona si kamba tena, bali ni nyoka, tena nyoka wakubwa, laiti kama yule nyoka akimsogelea, basi nyoka ataweza kumdhuru na watu wakaanza kupata eh, taharuki . Eh, kama jinsi Allah akasema wastarhabuhum, wakaanza kuwatisha ni yani watu wakatishika kweli kweli, kutokana na macho yanavyoona si halisi ya kile kitu ambacho kinachoonekana. Na ndivyo hivyo ilivyo kwa mtu ndani ya nyumba, ya nyumba yake anaweza akawa anaona maajabu maajabu, mauzauza fulani, au anaona eh, wadudu kadha wakadha wakikatiza ndani ya nyumba, wadudu ambao hata panya ambao ukiwapa sumu watu panya, panya hao wanakuwa hawezi wakafa, eh, panya hawali, hawali, hawali, hawali sumu hiyo kwa sababu si panya waliokuwa halisi. Lakini pia kuona vitu vya hovyohovyo vitu vya ajabu ajabu kinyume chake, hii ni dalili ya kujitambua kwamba wewe umepata uchawi Unaitwa seher takhyil, uchawi unaleta mauzauza katika afya yako. Kwa hivyo unaweza ukapatwa na uchawi huu eh, kwa, ku, kwa, ku, kwa kutegeshewa katika macho yako na nyumba, ndani ya nyumba yako, nyumba ikawa na kutisha, nyumba pengine ukaihama nyumba, ukawa unaikimbia na, na wapo wapangaji ambao wanapanga katika nyumba za watu na wanakutana na mauzauza kama hayo, na wengine mpaka kufikia kusamehe kodi zao na kuweza kuondoka, lakini pia yupo mwenye nyumba ambaye ni nyumba yake mwenyewe, lakini mauzauza kama haya hayaishi ndani ya nyumba yake. Tunasema nyumba hiyo inatakiwa ifanyiwe utaratibu ruqya maalum, zifanyike visomo maalum, viweze kusomwa katika nyumba hiyo, ili mtu huyo aweze kuondokana na udhia na matatizo kama hayo. Lakini pia wapo watu ambao pia wanaugua maradhi maradhi kama hayo ya mauzauza katika miili yao. Ma, maradhi ambayo hayadumu katika hali moja, kwamba huwezi ukasema kwamba mtu huyu anaugua kichwa tu kwa maana ya kichwa tumtibie kichwa. Uh, kwa maana ya kichwa atakwambia ni kichwa, atakwambia ni mgongo, atakwambia ni tumbo, atakwambia ni miguu, atakwambia ni moyo, atakwambia sijui presha na kadhalika, mambo mengi yanajazana hapo. Nini cha kufanya, ndugu yangu Muislamu? Lazima mtu huyu aweze kufanyiwa hisni, kinga maalum katika mwili wake, aweze kupata tiba maalum eh, dawa maalum zipo ndugu yangu, wala usikate tamaa katika huruma yake Allah tabaraka wa taala. Tunaweza kutumia dawa ambazo alizozielekeza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wewe ukabarikia katika ponyo iliyokuwa ni nzuri kabisa. Lakini pia tunaweza kutumia dua maalum za kuweza kukuombea na shetani huyo au maradhi hayo ya kichawi yakaweza kuondoka katika mwili wako na ukabakia ukiwa salama salmini, kwa utukufu wake na huruma yake Allah tabaraka wa taala. Wasiliana nami kwa namba ya 0713439891. E, e, hii unaweza kunitafuta kwenye WhatsApp lakini pia waweza kunipigia moja kwa moja tukaweza kuongea kwa namba ya 0776 969998. Mimi ni kuage, ni ndugu yako Khamisi Suleimani, nikwambie ni kwambie, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.